Nalipenda kweli hili, lakini sasa mari nafikia nashindwa na mechi kabisa. Mimi bedi, yani mtoto amekuja geto kabisa, yani maana sasa sielewi ni nini wewe, maana

nenda ajini mai, naitwa Mganga Chulo na hapana kubahatisha. Niko tayari kwa huo ujio. Ujio unakuja.

Kijana. Yesu. Kinyume nyume, nimekwambia geuka, vua viatu na unakuja kinyume nyume. Mimi sio, mimi sio chali yako. Wewe umekuja kwa suela, we. Si mganga chulo hapa ukiangalia huku mambo ya yote kijanaa, kiangalia zote mambo yote nikunayo. Kijana, una matatizo, nimeelezewa na wakulu. Naweza kuniambia shida yako ni nini? Aisee, nini bana, mimi nachonga mguu kwa na kwe, na, na mechi na mechi kabisa na Aisee mechi wewe mm. Wewe ni msukuma, ni mkabezi, ama wewe ni mtomato? mm. Manake naona unaongea wewe, chali yangu. Wewe wajua chali yangu, mimi nimekuja o chali yangu, sitaki kujua nimetoka wapi ama mimi kabila gani. Sasa hivi mimi hapa nimepata tiba, ndio ninachotaka mimi hapa. Unisaidie tu, yani sida niko nayo mimi, nipate tiba tu. Yani mimi nimekuona kwa mbali, naijua hiyo hiyo, naijua hiyo <laughs> Angalia, namuita jini subiani mara moja, nije nikuongea na yeye kijana, nipate kujua utasaidika anamna gani? unasema bongo alipandi mtungi hivyo kabisa yani, hivyo kabisa yani, hivyo hivyo kabisa yani. Unamaanisha kifaa akiwezi eh? Eh, Yesu eh wako wanakuja au ni wakulu no, no, no, nataka niongee na wao nataka, no, no, niongee na wao wakulu wanakuja alamkulu, uh, ya yeah. no, no, no. Oh, leo wamekuja mkulu wa kizungu eh uh, no problem, no problem the education it is sleeping ah uh, no uh, no worry no worry, no, I have a Zivita. Ah, uh, I'm sorry.

shida dogo sana, lakini hiyo shida yako nitakupa dawa, nitakupa nini? No, no, no, no, no, no. Utalipa dawa hiyo. Nitakupa dawa ni ni mimi. Na hii dawa ni hatari. Hii dawa ni moto. Hii dawa ukiweka ukibandika ndani yes, ya sekunde moja <laughs> nakwambia, vitu vyote vitakuwa vimesimama wima na wewe unataka chubuli, ndio?

Hii dawa ni hatari, baba. Kijana, huu ni moto. no, nakupa no, no, no. Dawa hiyo, dawa ukipiga kidogo, ndani ya sekunde moja mashini zote ziko on. Wewe kijana, hiyo unakula kama vile unakula una ugoro E, ama unakula kitu unaweka hapa unaweka hapa ndio inapanda kabisa. Wewe eh. Mm. Weka, we, weka mahali popote bora kwa mdomo. Ah, si unaweka kama unataka una kufanya hiyo maneno maneno, wewe no, no. Kijana. Nimekwambia hiyo unaweka hiyo dawa kama unataka kufanya hiyo maneno. Mimi naweka niweke yote dawa ama nibaki. Wewe kijana, hiyo dawa ni kali. Acha niweke yote hizo vitu vipande kwa pande. Kijana, ninakupa onyo, hiyo dawa usiweke hapa. Hiyo dawa weka mahali unataka kufanya hiyo maneno. Unajua namna gani nafanya tiba bana, nafanya kweli gani? Kijana utaniponza. Acha niweke dawa. Kijana, kijana ki Kijana utaniponza, kijana utaniponza. Huko wendako sio kuzuri. Nimekwambia hiyo dawa unaweka kama unataka ufanya hiyo maneno. Mbona unaweka sahihi? Unaona sasa, naona sasa betuvena, <coughs> Kijana, wacha matani hayo. Mimi nimekwambia wewe, wewe kijana, nimekwambia, nimekwambia, ngoja. Hebu wewe kijana, acha tujaribu na wewe kabisa.